Wakulima wa zao la korosho katika vijiji tofauti vya wilaya ya Newala mkoani Mtwara wamekipongeza chama kikuu cha ushirika TANECU kinachowahudumia wananchi wa Tandahimba na Newala kwa kufanya malipo ya zao la korosho kwa msimu 2025 2026 kwa wakati. Hayo wameyasema leo Januari 4 walipotembelewa na Chivihi Media. Mimi naitwa Fadili Sefu Bakari Mkumbeni, ni mkulima kutoka kijiji cha Kitekete kupitia chama cha msingi China AMCOS nimeuza tani mbili. Nashukuru TANECU imenilipa mzigo wangu wote na heri niingie kwenye kaunti. Mimi naomba watu wengi tushirikiane na TANECU, na TANECU wajitahidi kupambana tena kama walivyojitahidi ili tuokoe mashamba ya korosho za mikoa, wilaya zingine zije pale ili watu wapate mapato yao. Mimi sina shida na TANECU, na TANECU wanafanya kazi zao kwa msingi. Tena wanalipa kwa wakati kwa muda muafaka. Hakuna ninayedai. Anaitwa Mariamu Asmani Kivumbi. Ni mwanachama wa Chimae Ankos. Msimu wa mwaka huu nimeweza tani moja, na nashukuru Tanecu wametulika malipo yetu kwa ufasaha zaidi. Kwa hiyo hakuna deni lolote tunalodai. Asanteni sana yeah. mm. Tunawaambia asante na mwakani wazidi kutufikiria sisi wakulima kwa malipo yetu. Abdalla Hassan Juma ni mkulima ambaye analima katika maeneo ya kijiji cha Makonga Newala, na anatumia chama cha Makonga Mkosi. Niuza korosho zangu ndani mwezi wa kumi na mbili mwanzoni na kiasi cha kilogramu elfu moja na mia mbili sabini Hiyo kosi nilizitenganisha. Eh, lakini kwa zile ambazo nilizoandika kwa jina langu kilo elfu eh, moja na hamsini na kitu nililipwa pesa zote na kwa bahati yaani eh, malipo ya kuchelewa kwa upande wao. Eh, nikiangalia muda ule ambao umetumika kati ya kuuza na, na, na eh, kupokea hayo malipo ulikuwa ni muda ni, ni mfupi, ulikuwa ni muda mfupi. Na nashukuru kwamba jambo hilo limeweza kufanyika kwa namna hiyo. Ehe, lakini kwa upande wangu ndo ingawa na, na, na, nasikia kwa baadhi ya watu pia. Kwa upande mwingine Taneko imejitahidi, kama ni wao ndo, nadhani wao ndo wanashughulika na wa hayo malipo, imejitahidi, lakini ni vizuri kuangalia changamoto zilizopo kwa, kwa kushughulikia malipo ya watu haraka ili kusitokeza malalamiko kama ilivyo kwa baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba hawajalipwa kasi lao. Naitwa Juma Juma, mwalimu kwenye mabano ni niohi. Nimeuza kilo mia nne na hamsini na tano. Kwa hiyo naishukuru Tanecu kwa kufanya kazi nzuri, na nimelipwa bila matatizo ya aina yoyote, na nawataka Tanecu waendelee kuwa na msimamo kama huu wa kumlipa mkulima kwa muda mwafaka bila matatizo ya aina yoyote na waendelee kwa jambo hilo. Chivihi Media tumezungumza na mwenyekiti wa Tanecu kwa njia ya simu ambaye amesema kwa msimu huu wamekusanya zaidi ya tani laki moja ukilinganisha na msimu uliopita, huku akiwataka radhi wananchi kwa kuchelewesha baadhi ya malipo. Jina naitwa Karimu Hamisi Chipola Ushirika, himba, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika Tandahimba Newala Taneku Limited. Katika msimu huu tumeshafanya minada tisa na tumeweza kukusanya korosho tani laki moja na elfu ishirini na moja na mia tisa ambazo zimetuwezesha kupata pesa bilioni mia tatu kumi na nne na hadi hapa ninapoongea sasa ni kwamba tayari tumeshawalipa wakulima kiasi cha bilioni mia tatu na mbili. Chukue fursa hii kuwaomba radhi kidogo wakulima n e, wakati wa karibia kupinduka mwaka kulikuwa na ucheleweshaji kidogo wa malipo, na hii inatokana mara nyingi commercial banki nyingi huwa kuanzia tarehe ishirini na tano mpaka thelathini huwa wanafunga hesabu zao za mwaka. Kwa hiyo kumekuwa kidogo na kudelay malipo, lakini baada ya hilo tulipofika tarehe pili malipo yameendelea, na tunatarajia kuanzia Jumatatu basi malipo kesho Jumatatu malipo yaendelee tumalize kwa wale wakulima ambao wanaendelea kudai. Lakini kikubwa niendelee kuwaomba wakulima kwamba pindi tutakapo tutakapokamilisha malipo haya, basi kwa mtu ambaye atapata changamoto saniku, ofisi zetu ziko wazi, waje watoe taarifa na sisi tutawahudumia kama tulivyojipanga kwa weledi. Lakini nichukue fursa hii pia kuwashukuru sana wakulima wa Tandahimba na Newala kwa kazi kubwa waliofanya kuhakikisha uzalishaji wetu unaenda kufanana na wa msimu uliopita, nikimaanisha ya kwamba kama nilivyosema, korosho zilizopita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala imefikia tani elfu laki moja elfu ishirini na moja na mia tisa wakati zilizopita kwa mifumo mingine ni kama tani elfu tatu. Kwa hiyo mwaka huu mpaka sasa tuna ziada ya tani elfu moja ukilinganisha na mwaka jana, ambapo tulizalisha tani laki moja na elfu ishirini na nne. Kwa hiyo kama taasisi tuna wajibu wa kuwashukuru sana wakulima kwa sababu wanafanya kazi nzuri, lakini pia ni washukuru vijana wangu maafisa kilimo ambao tumewajiri katika taasisi ya ushirika wameweza kuwa na combination mzuri na maafisa kilimo wa serikali kwenda kuwapa elimu ya kiugani wakulima wetu, na mwisho wa siku kwenda kupandisha uzalishaji, kama nia ya serikali inavyosema kwamba inataka mkulima apate elimu ya kutosha kwenye matumizi sahihi ya viuatilifu lakini jinsi ya kuandaa mashamba na usimamizi ili aweze kupata mapa, ma, mazao mengi na mwisho wa siku aweze kufaidi matunda ya kilimo au nguvu anazozitumia. Kwa hiyo kikubwa, tuendelee kusimama imara, lakini pia tunapo mwisho wa msimu huu basi ni mwanzo wa msimu mwingine. Tujipange sasa kwa mvua hizi zitakazojitokeza, basi kuandaa mashamba kwa kuupalilia ili kutengeneza kuichezea ardhi na ili isiwezi kujenga tabaka, tunapopata mvua chache, basi maji yaweze kunywea kwenye mashamba yetu, na kuweza kuhakikishia chakula cha kutosha mikorosho yetu, na tunapoenda wakati wa kuhudumia, basi miti yetu iwe na chakula cha kutosha na kuweza kupata nguvu ya kuzalisha matunda au mazao mengi.